Watu wengi wanafikiri hili kombe la dunia la vilabu FIFA Club World Cup ni mashindano mapya kwamba yameanza msimu huu, no, wa 2025, no no, no no. Kombe la dunia la vilabu ni kombe la kitambo kwelikweli. Ile kombe lilianza toka mwaka 2000. Limekuwa tukio kubwa la kimataifa linalochambua uwezo wa klabu bora zaidi duniani. Tangu limeanzishwa mwaka elfu mbili, mashindano hayo yamekuwa kwa kasi yakiongeza timu kila siku kuboresha miundo na kuongeza ushindani siku hadi siku. Muundo wa awali wa kombe hili ulianza mwaka elfu mbili. Mwaka elfu mbili, kombe hili lilipewa jina la FIFA Club World Championship. Zilikuwa zikishiriki timu nane tu katika kombe hilo, kila bara likiwakilishwa na klabu moja, bingwa wa mashindano ya bara husika kama vile bingwa bara la Ulaya, yani UEFA Champions League winner; bingwa Amerika Kusini CONMEBOL winner; bingwa Amerika Kaskazini CONCACAF winner; bingwa Afrika CAF Champions League winner; bingwa bara la Asia AFC na Australia OFC. Unaweza ukawa unajiuliza kwa nini klabu nane wakati mabara yapo saba na mabara sita tu ndio yanayoishi watu wa pekee, iko hivi Bara la Ulaya na Amerika ya Kusini, mabara haya yalikuwa yanapewa faida ya kutoa klabu mbili mbili, ndiyo maana zikawa ni zika timu nane. Kwa mara ya kwanza kabisa kombe hili lilichezwa Amerika ya Kusini, na mwenyeji ilikuwa ni nchi ya Brazil, ambapo klabu ya Corinthians kutoka pale pale Brazil ilifanikiwa kuwa bingwa wa kwanza wa kombe hilo. Baada ya hapo mashindano hayo yakasimama baada ya FIFA kukumbwa na ukata mkubwa wa kifedha kipindi hicho, wadhamini waliacha kuwekeza katika kombe hilo kwa sababu walikuwa wakiamini kwamba kombe hilo halina ushawishi, kwa hiyo waliona hawapate return inayostahili. Basi bana, kombe hilo likastishwa hadi mwaka elfu mbili na tano. Elfu mbili na tano FIFA walivyorejea tena, kombe hilo likawa na muundo tofauti, ambapo ulidumu hadi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tangu elfu mbili na tano zikaanza kushiriki timu sita pekee, yaani mabingwa wa mabara sita ambapo mwaka huo Afrika tuliwakilishwa na Ahal, Asia wakiwakilishwa na al Ittihad, Ulaya wakiwakilishwa na Liverpool, Amerika Kaskazini ikiwakilishwa na... na Saprisa, huku Sydney Football club ikiwakilishwa na Austria na Sao Paulo ikiwakilishwa na Amerika Kusini. Japan ndio wakafanikiwa kuwa wenyeji wa mashindano. Kwa mara ya pili klabu kutoka Brazil Sao Paulo ikabeba taji hilo baada ya Brazil wenzao Corinthians kulichukua mwaka 2000. Mwaka 2006 ndipo wakaacha kuliita FIFA Club World Cup Championship, wakaanza kuliita FIFA Club World Cup na akaweka utaratibu wa kumpa faida mwenyeji wa mashindano kushiriki, kwa hiyo zikaanza kuwa klabu saba elfu mbili na sita Internacional ikawa klabu ya tatu kutoka Brazil kubeba kombe hilo baada ya kufunga Barcelona katika fainali. Elfu mbili na saba AC Milan wakafanikiwa kwa mabingwa Manchester United. Elfu mbili na nane wakanyanyua kwapa. Elfu mbili na tisa FC Barcelona wakabeba kombe hilo. Elfu mbili na kumi Inter Milan. Elfu mbili na kumi na moja Barcelona tena mpaka mwaka 2024 utaratibu ukawa unaendelea vivyo hivyo. 2025 FIFA ikatangaza utaratibu mpya au muundo mpya wa kombe hilo. FIFA ikatangaza kombe hilo kushiriki kwa klabu 32 ambapo, hapo sasa, kuwa makini kunisikiliza. Wengi hujiuliza hizo klabu 32 zinapatikanaje, mara mbona Barcelona, Liverpool jawapo. Iko hivi. Katika mabara yote sita, bara la Ulaya limepewa kipaumbele cha kushiriki kwa klabu tano. Huko Afrika, Asia na Amerika Kusini zikishiriki klabu nne pekee katika kila bara. Mwenyeji wa mashindano, Amerika Kaskazini, United States ikishiriki timu moja tu, na Australia ikitoka klabu moja pia. Haya zinapatikanaje hizo klabu? Iko hivi, kuna mambo matatu muhimu yanayozingatiwa ili klabu kufuzu ama kushiriki Club World Cup moja kwa moja. Kitu cha kwanza kinachoangaliwa ama kinachoweza kuzingatiwa klabu kupita bila kupingwa, ni klabu kushinda taji la ubingwa wa bara husika, mfano UEFA Champions League, CAF Champions League na mengine mengi, ndani ya miaka minne kabla ya mashindano kuanza. Yani mfano kama klabu imeshinda let's say UEFA Champions League 2021 na, au 2022 alafu mashindano yenyewe ni 2025, lakini pia haijawahi tena labda hata kushiriki UEFA, ule ushindi wa taji la UEFA wa 2021 au 2022 utampa kibali cha moja kwa moja kucheza Club World Cup. Na hiyo ndo sababu ilioifanya klabu ya Chelsea, Manchester City kupita mbele ya Liverpool wanaofanya vizuri kwenye ligi kwa sababu Chelsea wana taji la UEFA la mwaka elfu mbili na ishirini na moja, huku Manchester City wakiwa na taji la UEFA la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Lakini pia Real Madrid pia mbele ya FC Barcelona. Real Madrid wana taji la UEFA mara mbili ndani ya miaka minne, lile la elfu mbili na ishirini na mbili na la elfu mbili na ishirini na nne. Afrika kuna klabu kama Wydad na Ahal, wote wamefaidika kutokana na sababu hiyo. Jambo la pili ambalo linaweza likaifanya klabu kufuzu ni mwendelezo mzuri wa klabu ndani ya miaka minne katika mashindano yote ya bara husika. Mfano, klabu ilikuwa na uhakika wa kufika nusu fainali ya UEFA ama kafu kila msimu au hata robo, alafu hakuna klabu nyingine ambayo ilikuwa na mwendelezo mzuri kama hivyo, manake klabu moja kwa moja itajiongezea point ya kushiriki Club World Cup. Imewasaidia PSG imewasaidia Bayern Munich, imewasaidia Atletico Madrid, Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis na wengine wengi. Na sababu ya mwisho kabisa ni kuwa mwenyeji wa mashindano. Nchi yako ikiwa ndiyo mwenyeji wa mashindano, alafu klabu yako ndiyo mabingwa wa ligi katika nchi hiyo, basi moja kwa moja unashiriki bila kupingwa. Mfano ni Inter Miami ya nchini Marekani. Hata kwa mfano ingechezwa hapa Bongo, Tanzania, mwaka huu kuiwakilisha Bongo ndio mabingwa wa msimu uliopita. Najua utakuwa unajiuliza ni klabu gani inaongoza kwa kubeba mataji mengi zaidi ya Club World Cup. Mimi nakupa top 3 ya klabu ambazo zimewahi kubeba mataji mengi zaidi ya kombe hili. Namba tatu ziko klabu mbili, iko Corinthians kutoka Brazil na Bayern Munich kutoka Germany. Bayern na Corinthians wote wana mataji mawili katika Club World Cup. Klabu ya pili ni klabu ya FC Barcelona kutoka nchini Spain. Hii ina mataji matatu, na nambari moja, nambari uno ni Real Madrid ambao wana mataji matano. Kuna klabu nyingine nyingi nishakutajia mwanzo ambazo zina taji moja moja kama Chelsea, Liverpool, Manchester City, AC Milan, Manu na kadhalika. Inawezekana ukawa unajiuliza kuna timu yoyote kutoka Afrika ambayo iliwahi kushinda Club World Cup. Jibu ni no. Jibu ni hapana. Hakuna klabu kutoka Afrika ambayo imewahi kushinda Club World Cup, lakini ziko timu kutoka Afrika ambazo zimewahi kucheza fainali ya Club World Cup. Timu hizo ni timu mbili. Timu ya kwanza ni kutoka pale Congo DR, e, tupisa englabe Mazembe, TP Mazembe katika mwaka elfu mbili na kumi TP Mazembe iliweza kufika katika fainali ya Club World Cup ambapo ilicheza na timu kutoka kule Siria, a Inter Milan. Inter Milan wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri na wakabeba ubingwa mbele ya TP Mazembe, kipindi hicho Inter Milan ikiwa na Samuel Eto'o. Lakini mwaka elfu mbili na kumi na tatu Raja Casablanca wakajikuta fainali wakipiga na Bayern Munich kutoka Bundesliga. Bayern Munich wakaibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri dhidi ya Raja Casablanca na wakafanikiwa kuondoka na Club World Cup. Kwa hiyo ni timu hizo mbili tu peke yake kutoka Afrika ambazo zimewahi kucheza fainali ya Club World Cup. Na hakuna timu kutoka Afrika ambayo imewahi kushinda mchezo wa fainali ya Club World Cup. Hilo ndilo kombe la dunia la vilabu, Club World Cup. Limebadilika kutoka kombe dogo na la kawaida hadi kuwa kombe kubwa lenye ushawishi mkubwa duniani, ushawishi wa kiuchumi, kiushabiki na mengine mengi. Nafikiri umenisikiliza vyema tangu mwanzo mpaka mwisho. Langu jina ni Dennis Dinominate. Ni kuombe tu kama bado hujasubscribe YouTube chaneli yetu, Unapitwa na mengi ndugu yangu, fanya ku subscribe hapo, kisha turn on notification, twende sawa.